Kijiti, naomba tuseme kijiti. Kijiti, K, kijiti. Tunaendelea na mafundisho ya alfabeti ya malezi. Mtoto ni malezi, usimbembeleze mno. K, kijiti. Tunasoma Mithali sura ya 13 mstari wa 22, mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi Mtu mwema uwachia wana wanawe urithi. Yani lazima ufikirie watoto unawaachia nini. Inaitwa generation of thinking, generation kizazi, generation of thinking, unafikiria kizazi kijacho, unafikiria wanaokufuata. Kufuata Askofu Kristofa Moreta aliyekuwa askofu wa jimbo la Rurenge kabla alijamegwa kwa jimbo la Kayanga na Rurenge Ngara. Alipopewa uaskofu, alisema kwa Kiaya, barujura barunjweka wamevua, wame wakanivika. <laughs> Wamevua wakanivika. Anaongelea mamlaka madaraka, wameyavua wakanivika. Kwa hiyo kuna wakati, kuna kitu mzazi unafua na kuwavika watoto. Kuna mchezo wa kupeana kijiti, kuna mchezo wa kupeana kijiti ambapo kuna timu inakuwa na kijiti na timu nyingine inakuwa na kijiti, wanakimbia, huyu anampatia kijiti wa timu nyingine na yule anampatia kijiti wa timu nyingine. Sasa kuna wakati mmoja anaweza akaanguka akadondoka, kwa hiyo ajaenda kufikisha kijiti kwa mwingine. Yule anakimbia anaokota kijiti anakimbia, mbio za huyu anazimaliza ndio anaanza kukimbia za kwake, anakuta wengine wa wamemwacha. Kuna ambao mko hapa Ampata kijiti kizuri kutoka kwa wazazi. Olandi Adison alisema unatakiwa kumpatia mwingine kijiti. Kila mtu ana zamu ya kupokea kijiti, ndivyo timu kubwa zinavyofanya. Kuna makosa nitaje matatu, katika kupokeza kupokezana kijiti, makosa matatu. La kwanza, kukabidhi kijiti bila maombezi. Kukabidhi kijiti bila maombezi. Samuel alimwombea Daudi wakati anachukua kijiti cha kuwa mfalme, kijiti cha kutawala, alimwombea. Saulo watu walimwendea alipofanya kuwa mfalme kwa haraka, bila maombi, bila maombi. Na wauliza wazazi, je, umewaombea? Naomba muulize jirani yako, je, umewaombea? Muulize tena, je, umewaombea? Unajua kuna wakati mtoto anapokea kijiti kuna nyakati za mtoto kuanza maisha. Anaanza maisha ya ndoa, anaanza kazi. Je,

Unaweza kakuta vijijini kwenye sehemu za wakulima, mtoto anamaliza form four, anaenda chuo kikuu, mzazi hajampatia shamba. Lakini huyu kijana angepewa eneo lake, kama yeye akalishughulikia, kama yeye angeanza kujitegemea muda mrefu. Kiweza kakuta wanachelewa mashamba yake, aligharimwa na anachelewesha kumpatia na huyo angekiendeleza, kwa sababu bado ana nguvu. Kwa hiyo kuchelewa kuchelewa, ingawa kuna utaratibu. Utaratibu ndio nasema, mtalifisha, ikifa kiaga dunia itaonekana kwenye kwene mzimugosia, lakini mpe kijiti mapema, mpe kijiti mapema apambana, mpe kijiti mapema apambane. Kosa la ni kudondosha kijiti, kushindwa kuhamisha mema, mtaji, maadili, imani, uongozi, wajibu, urithi, yaani umedondosha. Tunasoma Waamuzi sura ya pili mstari wa kumi kizazi kingine kikaondoka baada yao ambacho hakikumjua Bwana. Waamuzi sura ya pili mstari wa kumi, kizazi kingine kikaondoka baada yao ambacho hakikumjua Bwana. Yaani, kuna kizazi hakikumjua Mungu kwa sababu walidondosha kijiti, walidondosha kijiti. Kuna wakati nakaa najiuliza, na mbona vijana wengine hawaonekani kanisani? Kijana bila kanisa hana kesho na kanisa bila vijana halina kesho. Kijana bila kanisa hana kesho na kanisa bila vijana halina kesho. Ndiyo maana tumesikia kizazi kingine kikaondoka baada yao ambacho hakikumjua Bwana. na methali inasema, ya waaya unyokoromi ule kwa nyoko. Kwa mjomba unaonyeshwa na mama <coughs> kanisani unaonyeshwa na mzazi. Hiyo ilikuwa ni Waamuzi sura ya pili mstari wa kumi. Ukitaka mtoto apae mpe mbao wa mapema. Ukitaka mtoto apae mpe mbao wa mapema. Mwambie jirani yake, ukitaka mtoto apae mpe mbao wa mapema

watoto baadhi, mwafundishe kuendeleza kazi zenu na mwafundishe kupenda kazi za wazazi. Kuna baba mmoja pale Bukoba anaitwa mzee Kamugisha ni mwenyekiti wa halimashauri ya parokia parokia fulani, yeye kabla waja soko kuliamishia kwingine unataka kujenga soko jipya. Mkoba alikuwa na meza anauza mazao, lakini kuna vitu viwili vilishangaza. Wakati mwingine nilikuwa namkuta ana mtoto wake wa kiume ambaye ni mkuu wa shule wa sekondari, wakati wa likizo anatoa siku kadhaa, anamsaidia baba yake, naye anamti ana familia ni, ni edimasta wa sekondari anatenga muda kumsaidia baba yake. <tos> <tos> Yani, watoto wangapi ambaye, yani, awe awe edimasta ana watu wana wakomanda yani, waalimu wako chini yake wafanyakazi wako chini yake, anarudi kumsaidia mzazi kuuza mazao <coughs> ni kama anashukuru kwa biashara hii ulinisomesha baba, kwa biashara hii nilitoboa, kwa biashara hii ulinitoa. Anarudi kushukuru. Sasa watoto wengine wa kisasa, mzazi anamwacha auze vitu au afanye vitu, akili iko mbali. Mzazi ana hoteli, anamweka mtoto. Nienda hoteli moja pale kupata chai, basi nilitaka nika, wakati nakunywa chai kuwa naandika kitu Akatoa notebook, nikamuuliza msichana, una kalamu? Akasema kawa hatuna. Mimi nauliza kalamu, yeye anasema kawa hatuna. Yaani akili iko mbali kabisa <laughs> hawezi kumsikiliza vizuri mteja <laughs> akili iko mbali <laughs> mwingine, biashara inaendelea yeye na simu muda wote. Ndo maana simu ina miss calls, ili uje upige baadaye. Ukiwa kwenye biashara unamteja vitu eh, vingine unaweka una pembeni, unakuja kupiga baadaye, lakini yeye muda wote. Kwa hiyo mwafundishe watoto mpenda kazi zake. Na marafiki zangu kule Nairobi, Kenya kuna baba mmoja, baba iyo iyo mmoja, baba yake alikuwa fundi seremala na watoto wake wawili wakajifunzia hiyo hiyo, mmoja akajifunzia huyo, akaanzisha hata kiwanda anatengeneza vyombo vya kubeba maua, ameajiri watu wengi sana. Ni biashara ya baba, alikuwa mtu mmoja sasa, huyo ameipeleka mbali kidogo, ametengeneza kiwanda, anaajiri watu zaidi ya mia mbili. Mwingine ameendeleza hivyo akinatengeneza milango anauzia mahoteli makubwa, milango imara, viti imara ambavyo vina na usasa kidogo. Wameendeleza kazi za baba yao. Lakini baba anaanzisha biashara, anapoaga dunia na biashara inakufa. hmm. hmm. Ndo haya wanasema kafa afane afanevye Yaani baba wa nyumba amekufa na vitu vyake. Wafundishe watoto vitu na kujipenda. Thomas Edison nilimtaja jana, alitoa ushuhuda wakati wanamzika mama yake na mkuu alisema, sikuwa na mama yangu kwa muda mrefu lakini alinivisha ushawishi mzuri ulioendelea kuniongoza maisha yangu yote. Matokeo mazuri ya malezi yake ya awali sitayapoteza kamwe. Lau isingekuwa kwa kuthamini kwake na imani yake juu yangu katika kipindi muhimu cha maisha yangu, huenda nisingewahi kuwa mvumbuzi. Nilikuwa mvulana mzembe siku zote, na kama ningekuwa na mama mwenye uwezo wa kiakili tofauti na mama yangu huenda maisha yangu yangeharibika, lakini udhabiti wa mama yangu, upole wake na wema wake vilikuwa na nguvu kuu za kunishikilia katika njia sahihi. Mama yangu ndiye aliyenifanya kuwa jinsi nilivyo. Thomas Edison, mwana sayansi, mvumbuzi, anasema amerithi kitu kwa mama